a kumwambia John mimi mini kuachana na mimi ulifaidika nini? Hapo ni kwa ni wewe kwenda kumwambia John tuachane. Kitu gani ambacho kumfanya kwenda kumwambia mausiano yangu mimi na John alikuwa na kuhusu nini? Hivi, mimi na yeye ni mtu na mkewe au ni wauni wanayoshindana? Ilikuwa lakini sio sasa <laughs> hivi. Sasa hivi bado ni mke wako. Mimi sio mke wako Banjo, mimi sio mke wako. Naomba uniachie Joni wangu. umu nani, kitu gani unakosa? haujui nini ndani unakosa Banjo? Hivi ni mwanaume wa aina gani kuulize kwanza eh? Inamaana ni kwamba unajui kabisa kwamba kitu gani ambacho kinachonifanya mimi na na kuchiti kweli, hivi vitu nani nani anasababisha? Alianza vitu vyako vya kipumbavu ambavyo ulikuwa unavifanya ndivyo vimefanya mimi mpaka leo niko hapa. Mshukuru Mungu niko na wewe kwa sababu tu ya pete, kama sio pete ningeshaondoka kitambo. Sikilize sana mambo kama kila kitu unapata umundani ila hizo tabia zako za kuchitichiti, yule dogo anakupa nini? Wala wanakupa nini eh? Anakusaidia nini yule?